Hiki Abbas Mohamed ni diwani wa kata ya Makanya. Leo hii tumehudhuria mahafali ya chuo cha Veta hapa Mlola na wanafunzi waliohitimu ni wale walioanza 2024 na wamehitimu hii 2025. Lakini vitu ambavyo tumevigundua katika chuo chetu hapa ni idadi ndogo ya wanafunzi katika chuo ambacho kina mabweni, kina mazingira mazuri, kina miundombinu mizuri kwa hiyo sasa sisi kama madiwani, kazi yetu kubwa ni kwenda kuhamasisha vijana ambao wana sifa za kujiunga na chuo cha Veta hapa Mlola waweze kujiunga ili kujaza ile nafasi hapa. Ndani kuna huduma zote za chakula, malazi, pamoja na walimu wapo. Kwa hiyo tutajitahidi sana kupitia wenye, wenye viti wa vitongoji, watendaji kuhamasisha na kufanya sensa kabisa ya vijana ambao tunajua wana sifa ya kujiunga na, na chuo chetu cha VETA ili waweze kujiunga kwa mula masomo huu utakaoanza Januari, na hili tutalisisitiza na tuhakikishe kwamba tunakijaza hiki chuo kwa sababu hizi ni fedha ambazo zimetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan na lazima tuhakikishe kwamba sisi kama viongozi, tuna jukumu la kuhakikisha tunapata wanafunzi wa kutosha kwa ajili ya kupata hii elimu ya vocation.